Harambee iliyopigwa hapa, mi ningependa isome milioni 125 la na 96. Kwa hiyo hapa mkuu wa mkoa anaenda kujipiga, ataweka milioni kumi katika hesabu hii. Tunaendelea, kwa hiyo kamati ipo, mwenyekiti upo, Dr. Tutaendelea kuhamasisha. Hii ni sehemu ambayo imeishia kwa hapa tulipo leo, lakini huko mbele tunapokwenda, tunaendelea kuhamasishana na wadau bado wanakuja wengi, na kila mdao anaahidi mimi kwamba atakapokuja usiri kwangu ntamchomekea hili la hospitali. Kwa hiyo tutamaliza hadi hiyo milioni 125 na wengine watakaokuja bado tutakuwa tunawachomekea yetu ya milioni mia moja na tisini kama laki mbili ni milioni mia mbili na inaomba nikuhakishie kwamba kwa sekta afya Morogoro tumetulia, tunakwenda vizuri. Hilo hilo hilo, tunahakika kwamba na chini ya uongozi wako, na tunajua kwa sababu tungekuwa tume tuna changamoto, ungetuita na kutuambia yale ambayo umekuwa ukiona ayaendi vizuri popote, amekuwa karibu na sisi kutuelekeza. Kwa kama hujatuita hivi karibuni, tuna- tunafarijika kwamba naezeana tunafanya vizuri, japokuwa haimaanishi kwamba kesho wezi ukatuitake tupo kwa ajili ya kuendelea kuelekezwa nakuwa ku, na guided katika mambo, lakini kimsingi tunashukuru sana na tunafarijika sana kufanya kazi na hivi wewe. Ukiangalia hospitali kwa kweli, ndio kuelekea ni kuzuri. Mimi nichukua nafasi hii nishukuru watumishi wenzangu. Uh, jinsi ambavyo kwa kweli tunapiga mwingi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii nishukuru sana, niko pale na huwa na furahi sana ninavyoona maendeleo yanavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo tuko tayari kusaidiana katika kuhakikisha kwamba gurudumu linaenda mbele.